Zilianza siku zikaja wiki, hatimaye sasa zile siku 30 za mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan zimehitimishwa kwa hii leo, kuona kwamba Waislam katika maeneo mbalimbali hapa nchini na maeneo mengine pia duniani wakiwa wanasherekea sikukuu ya Eid el Fitri ikiwa sasa wamekamilisha ule mfungo na sasa wanafungulia rasmi, ingawa kuna taratibu nyingine ambazo zinakuwa zinaendelea, mathalan baada ya sikukuu, kuna wengine wana utaratibu wa kufunga sita na haya yote ndio ambayo anatufanya tukutane katika kipindi hiki cha uchanganuzi hii leo. Nianze kwa kusema Eid Mubarak kwa yote ambayo unatufuatilia kupitia matangazo haya ya UTV. Mimi ni Raymond Nyamuhula na katika kuangalia yale yote ambayo yamejitokeza siku ya leo, ujumbe ambao umetolewa katika maeneo mbalimbali, lakini pia mantiki ya sikukuu yenyewe ya Eid al-Fitr tutakuwa hapa tu kiangalia kwa undani wake tukiwa na mgeni wetu ambaye ni Sheikh Abu Aisha Maalim Hussein. Yeye ni mhubiri lakini pia ni mjumbe wa Baraza la Mashe mkoa wa Morogoro. Sheikh karibu sana. Asante sana. Na tunafurahi kuwa nawe katika kipindi hiki. Asante sana. Eid Mubarak. Kuna mengi ambayo tunapaswa kuyafahamu katika kupata elimu zaidi kuhusiana na sikukuu yenye hii ya Eid hmm. Unaposikia Eid al-Fitri hmm. Ina maana gani katika Uislamu kwa ujumla wake? wa nabiika Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nam, tunaposema Eidul Fitri hmm, tunamaanisha kwamba ni sikukuu au ni idi ya Waislamu kula baada ya kuzuiliwa kula kwa mda takriban siku 29 hmm, au siku 30. 30. Okay. Hivyo ikifika hii siku ya idi leo Waislamu ni haramu kufunga leo, kwa hiyo ikaitwa ni Eidul Fitri al, alafu, sasa Waislamu wanahitajika ku kuwatoa sadaka na kuwapa watu e, Idil Fitri chakula ili waweze kula katika siku ya leo hii. Mm. Hii ni siku ya kufuturu. Mm. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alisema, waltukmilu liidatan waltukabiru llaha la ma hadakum wa laalakum tashkurun, yani mkamilishe masiku thelathini yale ambayo mmeambiwa nyinyi mfunge Mkisha kuyakamilisha yale masiku 30, Allah akasema, na mumzukuru Mungu mumtaji Mungu sana. Mkifanya hivyo nyinyi mtakuwa ni wenye kushukuru, kwa maana mnapewa daraja kwamba nyinyi ni watu wenye gredi ya kushukuru, na watu wenye kushukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala huwa, huwa alishaahidi kwamba hawezi kuwaadhibu. Yaani watu ambao wana gredi kwa Mungu kwamba hawa ni watu wa kushukuru basi watu hao Allah subhanahu wataala hawaadhibu katu. Kwa maana hii ni daraja kubwa sana kufikia hatua ya Waislamu kwamba ni wenye kushukuru. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aeleza kwa yule ambaye anayemshukuru akasema kwamba ashakirun bimanzilati swai mswabir, kwamba mtu ambaye amemshukuru Allah basi malipo yake sawa na mtu ambaye amefunga na amesubiri. Hmm. Na mtu aliyesubiri Allah asema innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabi, kwamba Mungu anawalipa wale ambao waliosubiri pasi na hisabu malipo yao yanakuwa ni makubwa sana. Sasa, okay. Waislamu wanapofunga hizi siku 30. Hmm. Alafu ikafika hii siku ya thalathini na moja hii wakao hupo katika Eid al-Fitri, wakawa ni wenye kuku, kufuturu, wanapewa daraja kwamba wao wame kuwa ni wenye kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kuongozwa na Mwenyezi Mungu kuyafunga yale masiku 30 au 29. Hii kimuktasari ndiyo maana ya Eid al-Fitr. Naam. Mnawaona wakiyazingatia haya. Naam, naam, waumini wa, wa, wa, wa wanazingatia haya, wa wa haya kuona kwamba kwa siku kama ya leo ni siku ambayo twaona Mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam alieleza kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anawatiririsha anawaporomosha malaika katika ardhi, kila pembe za miji, kila pembe za njia, wanawaambia kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala amewasamehe leo. Nyinyi leo hamna madhambi kabisa. Na hii inamaanisha kwamba kwa siku ya leo, kwa tahania hii ya malaika, ya kuambiwa kwamba nyinyi hamna madhambi, mm -hmm. ni makosa makubwa sana Muislamu leo kufanya ma madhambi yanayoyote ile mm -hmm. kwa sababu ukifanya madhambi leo unafanya madhambi sehemu ambayo waislamu wanasamehewa madhambi, alafu wewe unafanya madhambi. Kwa hiyo Waislamu wanatekeleza hili, na ndio maana utaona Waislamu wa amefanya ibada nyingi sana katika Ramadhani huu, kusimama qiyamul laili eh, wamefanya itikafu misikitini, kuona kwamba ni mwezi mtukufu mm, lakini wanaingiliwa na hii siku ambayo ni tukufu, ni yaumul fitri au yaumul idil fitri. Naam, kuna mitazamo mbalimbali ambayo unakuta inajitokeza kwenye, kwenye, kwenye jamii na pengine utusaidie katika hilo kwamba hiki uh, ni kipindi ambacho pamoja na kwamba unajiweka karibu na Mwenyezi Mungu, lakini kujiweka kwako karibu ni unafanya hizo uh, toba unajitoa kwa watu wengine ambao wana uhitaji na katika mtindo huo kujitoa, kuna watu wamekuwa na uji sana sasa hivi kwamba hivi namna nzuri ya mtu kujitoa ama kutoa kwa ajili ya watu wenye hitaji iwe ni ipi ya kujionyesha ama ya kufanya kama fara sababu ni sehemu ya ibada pia? Naam, katika utoaji, nukta zote mbili hizi zina umuhimu wake. Kuna wakati mwislamu anahitajika atakuwa anapata thawabu nyingi zaidi akitoa kwa sirisiri, lakini kuna wakati atapata thawabu nyingi zaidi akitoa kidhahiri, ili watu waweze kumwona na wengine nao washawijike waweze kutoa nao Mwana. na katika utoaji huu mwislamu labda tujalie kwamba katika swala zima la kufuturisha wale ambao waliofunga bilkile waliofunga, mm. au utaona kwamba watu wengi wana fikra leo kuona muislamu haruhusiwi kumfuturisha tajiri. Hii fikra ipo, mm. yani muislamu haruhusiwi kumfuturisha nani? Tajiri, kwa sababu anajimu. Lakini kisheria taona kwamba kinachohitajika ni muislamu amfuturishe aliyefunga, akiwa tajiri, akiwa ni maskini. Kwa sababu gani? mm. akimfuturisha aliyefunga yule aliyefunga thawabu zake ambazo alizopata na yule aliyemfuthurisha anapata vile vile, pasi na huyu aliyefunga kuto kupungua chochote katika yale malipo yake. Lakini pia Mtume rehma na amani zimfikie juu yake asema salatu alaihi lmalaika malaika. Malaika watamwombea rehma yule aliyemfuturisha aliyefunga katika masaa ya Ramadhani na Jibril alaihi salam pia atamwombea rehma katika ule usiku mtukufu wenye cheo kwamba Mungu mrehemu fulani kamfudhurisha mtu fulani. Sasa hapa he, kinachohitajika ni muislamu kumfudhurisha muislamu yoyote. Na hata ukimpa maji tajiri akinywa maji yale akifungua, wewe unapata thawabu za tajiri shekhi. Ehe, kwa hiyo hii fikira watu wengi wanayo, kuona kwamba haiwezekani kuwaita matajiri, ukimwita acha tajiri ni sawa, ukimwita maskini ni sawa mm. Kwa kuwa lengo lako wewe ni thawabu zile za kufuturisha alhabibi. Mm. Na, na, na hoja hiyo inakuja mm. she wangu kwa sababu mm. watu wanasema, jamani, sasa kama mtu unaenda kufuturisha ama unaenda kutoa sadaka mm. makamera mengi mm. watu nakuta pale, wa, wa, wanafuturu zao mtu anarekodiwa huku mm. mm. na huku mpaka anasema sasa, jamani, haya mambo mm. vipi, ni tuko kwenye njia sahihi kweli? E, ni kweli kama tulivyosema kwamba kuna kuna zama au kuna wakati au kuna namna ambayo Mwislamu anahitajika ana kudhihirisha sadaka yake e, ili kushawishi wengine waweze kufanya kama Kuhunipi yeye, lakini pia kuweza kuonyesha kwamba sasa hivi ni wakati wa watu kufuturisha Waislamu. Eh, kwa hiyo hakuna makosa yoyote sawa sawa. Wakati tunamalizia hii uh, elimu ya kuhusiana na swala ya mfungo na na Eid, kabla tujaangalia ujumbe ambao umetawala leo kwenye majukwaa mbalimbali mm. ya baraza la Eid mm. uh, nasherekewa leo mm. tuko kwenye Eid Mosi naam, uh, mathalan ni mimi nimejiweka me, ni karibu na Mwenyezi Mungu siku zote 29 na 30 nimefunga vizuri, nimefuturu, nimejitoa navyoweza mm. hii siku sasa, ambao ni fitri yenyewe, nasema sasa leo na, na, na sifungi mm nasema ngoja niridhishe ni nafsi yangu katika kipindi kichote ambacho nimejizuia, mm. nimefunga ni mm. nikakae sehemu fulani ya burudani nisherekee idi, mm. kuna tatizo? Na katika Uislamu hii siku ni ya idi, mm. na siku hii ya furaha kwa Uislamu kula kunywa, mm. ulaji wa kisheria, unywaji wa kisheria, mm. unaruhusiwa mm kutembea katika mazingira ya kisheria yanaruhusiwa, na ukifanya hivyo Mwislamu unapata malipo kwa sababu unafanya ibada hiyo. Umetoka hapa labda umeenda baharini kutembea na familia yako eh, katika mazingira mazuri tu unaruhusiwa. Eh, umeita watu mkakusanyika mkala chakula mkapeana, na saa ina, ina kubaliwa kisheria, ehe ya hewa Allah. Kinachokatazwa ni kufanyika maasi katika kusherekea kwako huko: kwenda kunywa pombe, kwenda kuzini, eh, kufanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataa. Lakini yale yote ya kisheria yanaruhusiwa, leo kucheza michezo eh, tuliona wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallama kulikuwa na sherehe zaidi kama ya tano hivi, miongoni mwayo tuliona kwamba kulikuwa kunapigwa dufu dufu, eh, twari lile, eh, linapigwa dufu kusherekea kwa dufu kwa maana ni aina ya ngoma eh, kusherekea kwa dufu, lakini pia kulikuwa kuna mashindano ya kuvuta kamba mm, kuna mashindano ya farasi hewalla michezo yani, kuonyesha kwamba hii siku ni Waislamu wa furahi mm. Na ni siku ambayo Mwislamu kama labda ana nguo yake nzuri mm. ya thamani avae leo Eh, au tofauti au tofauti kabisa badilike kabisa. Hivi ndivyo inavyotakikana la habibi, lakini sio wale ambao sasa hivi wako kwenye kwenye kumbi, kumbi, kumbi, kumbi kwe. Akumbi zikiwa ni kumbi za kisheria eh, ndugu yangu sahihi eh, ila kama itakuwa zina mambo ya ulevi ndani mm. eh, michezo ambayo haimridhishi Mwenyezi Mungu mm. hii inakatazwa lakini michezo ya kisheria inaruhusiwa. Naam, sawasawa. Unatufuatilia katika kipindi hiki cha uchanganuzi. Uh, tunaye shehe Abuaisha Maalimu Huseini, yeye ni mhubiri lakini pia ni mjumbe wa Baraza la Mashehe Mkoa wa Morogoro. Tulianza kwa kupata elimu kidogo kuhusiana na mfungo, lakini pia uh, Idi yenyewe maana yake na namna gani ambavyo tunatakiwa kuifuata katika njia sahihi za kuisherekea baada ya kwa kumaliza zile uh, kile kipindi chote cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa, uh, shewangu, tumeona kwenye uh, mikusanyiko ya leo kwenye baraza la Eid kwa sehemu kubwa tumeona kuna ujumbe ambao umetolewa kuanzia kwa mashehe mbalimbali karibia kila kona, ambao tulikuwa tunafuatilia kwa waandishi wetu, ujumbe unaonekana unafanana. Wapo ambao wamezungumzia kwa sehemu kubwa kuhusiana na masuala ya amani, wapo ambao wamezungumzia masuala ya umoja, lakini pia ule mshikamano wa Tanzania na jamii kwa ujumla, kuanzia kwa Waislamu na jamii yote kwa ujumla. Pengine inawezekana kuna ambaye anajiuliza kwamba Eid na ujumbe huu uliotolewa vinahusiana vipi moja kwa moja. Mashaallah. Aidi kama tulivyosema ni yaumu lfarh, yani ni siku ya Uislamu kufurahi, ni siku ya Uislamu kujiachia. Lakini kuna nukta msingi ambayo watu wengi hawaelewi, au labda watu wengi tumeipuuza tu hii. Aa, zinapotokea sherehe kama hizi, kuna mambo nyeti sana katika dini, ni muhimu yaelezwe na watu waelewe okay. Watu waelewe kwamba Uislamu ni dini ambayo ndio dini ambayo ina inakubali sana umoja, upendo ushirikiano na amani. Hii ni dini ya amani, dini ya amani, kuonyesha hata Allah subhanahu wa taala asema hakuna ubaya kwa nyinyi Waislamu kuwasaidia na kuwafanyia wema na uadilifu wale ambao sio Waislamu, ambao hawapigi vita hmm, na hawajafukuza katika majumba zenu nyinyi, hawa hamjakatazwa kuwafanyia wema. Ina maana kwamba mwislamu anapokutana na mtu ambaye si Mwislamu na mtu huyu hana ubaya na Uislamu, kwa maana haupigi vita Uislamu, basi mwislamu ni wajibu kwake kumfanyia wema huyo mtu maana hmm, kuna njia nyingi. Ndiyo, miongoni mwa njia nzuri kwa kwa Waislamu, mwislamu anapomshawishi asiye kwa mwislamu akasilimu, basi aelewe kwamba yule mwislamu atafutiwa madhambi yake yote yaliyotangulia makubwa na madogo kwa sababu yule ambaye atakesilimu naye pia anafutiwa madhambi yake yote yaliyotangulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema alislam yajubu ma qablahu, kwamba uslamu, mtu akitoka katika dini nyingine akiingia katika Uislamu, kuingia katika Uislamu, basi anafutiwa madhambi yake yote yale makubwa na madogo, anaanza maisha mapya. Hmm. hivyo huyu aliyemsilimisha huyu au aliyekuwa ni sababu ya yeye kuslimu, aelewe naye pia anafutiwa madhambi yake yote yaliyotangulia, makubwa na madogo. Kwa namna hiyo, basi ni wajibu wa kila mwislamu kuhakikisha kuonyesha uzuri wa Kiislamu, kuwakarimu ambao si Waislamu na kutaka umoja, ili wale ambao si Waislamu wavutike kuingia katika Uislamu na huyu mwislamu apate faida kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wataala. Kwa namna hii basi ni jambo zuri na Uislamu unataka jambo hilo la ushirikiano ushikamano upendo umoja, umoja na amani katikati am mm -hmm. kati ya ujumbe huu tumeona hata um, kwenye baraza la, la Idi hapa Dar es Salaam uh, Rais Samia kawapa jukumu mm -hmm. nyinyi viongozi no, uh, anasema kwamba kipindi kama hiki ambacho uh, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu, na, na alikuwa anapita katika maneno ambayo yalishazungumzwa uh, kabla ya hapo na, na, na, na Mufti pamoja na ujumbe uh, wa baraza la, la, la, la Waislamu BAKWATA la mb, kwamba nyinyi viongozi wa dini msiwakalie kimya na. Hawa viongozi wakina Rais Samia mm -hmm. na wenzao wanasiasa wote mm -hmm. katika kipindi kama hiki ambacho mtaona kwamba kuna yeyote ambaye anakwenda kinyume na yale ambayo umetoka kuyazungumza ya amani, ushirikiano, uh, umoja kwenye jamii na kudumisha misingi ya ambayo ni ya kuwaweka watu pamoja mm -hmm. Mwanyoshee vidole, mwakemee mm. mm. mzungumze nao mm. Hili lina maana gani kwenye nini, ambao ndio mnatazamwa kama vioo, mna kwa sababu mna majukwaa makubwa ya kuongea na waumini katika majukwaa ya nyumba za ibada. Naam, bila shaka mama maneno yake yalikuwa ya mazuri, ana busara sana, akizingatia kwamba nasaha na ushauri upitike kwa viongozi wa dini, kwa kuwa wao ndio wapo karibu na Uh, wanajamii wapo karibu na waumini wao. Kwa hiyo watakapotumia busara zao kwa viongozi wao kuwashauri, basi nafikia hatua tunaweza tukafikia hatua mbali katika nchi yetu, mm. tukafikia hatua ya mbali katika nchi yetu kwa kuwa sisi ndio au kwa maana viongozi wa dini ni watu ambao wapo karibu zaidi na jamii kutokana na dini zao. Kwa namna hiyo nadhani aa e, ni jambo la busara na ni jambo ambalo litaweza kuchangia e, sehemu kubwa ili kuweza ufikia malengo ya amani na upendo na hata nchi yetu kuwa bora zaidi. jambo zuri sana. Hakuna mazingira ambayo mnakuwa mnaona ah ha, wanasiasa tuache na mambo yao. Kama ya ya yasijaonekana yana tafsiri tofauti, kwa sababu tumekuwa tunaona wakati mwingine pia mm. uh, baadhi ya watu kiwemo hata wanasiasa wengine mm. kwamba mnapotokea mnazungumza nao kuhusu mambo ambayo mnaona si mwenendo na ndio mwema mm. wanawaambia bwana, nyinyi msichanganye dini na siasa. Mm. Ili hali wapi mashaka. Mm -mm. Mm. Ki, ki ki dini ya Kiislamu lina mm. Islamu inaainisha au inaeleza kwamba unapokaa sehemu katika nchi au katika mji ni lazima uheshimu viongozi wa nchi hata kama si wa dini yako mm. Na kuna nafasi kwao katika dini yako hiyo kuwaheshimu wao, lakini pia kuwashauri, kuwa na hata pia kuwaomba na hata pia kutoa muongozo e, ili kuweza kufikia utaratibu mzuri ambao kiupande wa dini tunaweza tukafikia malengo yale ambayo yanahitajika katika nchi yetu mm. Kwa hiyo e, sioni kwamba kuna ubaya wote katika mm. hilo. Wa kuzungumza ni, kwa maana kwamba unawaambia una uh, una viongozi wenzako wa dini kwamba hiki ni kipindi mwafaka cha kuyazungumza ambayo mnaona kwamba ni sahihi mm. ili kuelekea kwenye uchaguzi mkuu yeah. Ni sahihi, ni sahihi kabisa. Kipindi kama hiki ambacho jamii uh, inatamani kuona amani na tawala mm. Kwa sababu unapozungumzia nchi yoyote, unapokuja swala la masuala ya demokrasia Ndiyo. uchaguzi ni njia muhimu sana ya kuwafikisha watu kwenye demokrasia kweli wanaoitaka kwa kuchagua watu wanaowataka mm. Kipindi kama hiki mnajiona mna, mna, kwamba mnapaswa mna kuzungumza nini hasa na hawa waumini wenu kwenye nyumba za ibada, ili kuyafikia yale malengo ambayo kweli watu waone atakapofika wakati wa kufanya uchaguzi, wasio na makandokando ya wa mengine wawazi swala la kudumisha hiyo amani misingi ya umoja kama ambavyo imezungumzwa awali na ambao walikuwa wametupitisha kwenye njia hizo. Kikubwa zaidi katika uh, upande wa viongozi wa dini, sasa hivi, wao wanasimamia sana kuiangalia dhana nzima ya Waislamu, kuangalia viongozi ambao kwanza watashawishi kupatikana amani. Hii nukta kwanza hmm. Lakini pia nukta ya pili ni viongozi ambao watakao wachagua hawatajuta katika lote ya maendeleo katika nchi yao. Na katika zile imani zao. Kwa hiyo kwanza ni amani, jamani, amani, amani muhimu zaidi, lakini pia wa viongozi tunaowachagua tuone kwamba ni viongozi ambao kuwachagua kwetu hatutaweza kujuta baadaye, hatutaweza kujuta baadaye kwamba watakuwa ni viongozi ambao watakaopeleka uh, salama nchi yetu hii ndani. Hili ni jambo la msingi sana, sahihi. Waislamu wanaona, wanafuatilia ni nani sahihi apewe kura, ni nani sahihi asipewe kura apewi kura yule ambaye akiwepo amani itatawala katika nchi yetu, apewe kura yule ambaye akiwepo basi tunafahamu kwamba maendeleo yatapatikana katika nchi yetu. Nadhani hili ndio jambo ambalo Uislamu linaangalia zaidi. mm -hmm. Uh, tumeangalia tume, tume kwa nafasi kubwa swala hili la amani na ujumbe ambao umetolewa hmm. kipindi hiki ambacho kimekuwa ni cha mwezi mtukufu uh, hmm. mnakumbusha mna, mna sehemu kubwa sana waumini wazingatie misingi ambayo hmm. inawafanya wawe watu bora na wema mbele za jamii naam, sasa mfungo unaisha nenda, mm -hmm. kwenye, ya, tumekuja kwenye uh, Idi mosi kesho, Idi pili mm -hmm. baada ya hapa, muumini mm -hmm. huyu anatakiwa aishi katika, katika mazingira gani, na dhana zile, zile, zile alitoka nazo kwenye mfungo mm -hmm. na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipofaradhisha Ramadhani akasema la'allakum tattakun, la'allakum tattakun, na alipofika hidi akasema la'allakum tashkurun, yani mfunge Ramadhani ili baada ya Ramadhani muwe wacha Mungu na sherekeeni Idi ili baada ya Idi ni muwe ni wenye kuu, kumshukuru Allah subhanahu wataala kule nyinyi kuwa wacha Mungu na huku nyinyi muwe ni watu wenye kumshukuru Mungu. Kwa maana gredi ya kwanza wacha Mungu muminun na gredi ya pili ni kumshukuru Mwenyezimungu. hmm. Katada asema man yashkuru, yani asema Katada kwamba mwenye kumshukuru Allah subhanahu wataala Mwenyezimungu hawezi kumwadhibu katu. Kwe, tunapo toka katika Ramadhani, ili tuwe wacha Mungu, kwa maana tuyaache yale ambayo hatukuyafanya katika mwezi wa Ramadhani na miezi mingine hii, tuendelee nayo kuyafanya hivyo hivyo. Kama kama labda mtu alikuwa Ramadhani anasimama usiku Ramadhani anafunga Ramadhani mkarimu, Ramadhani ni mtu wa busara, basi Ramadhani kisha taratibu zile za kule ziendelee vile vile na huu ndo huo ndo ucha Mungu. Na kuna faida kubwa, labda tujalie sasa hivi tayari yeah. Ramadhani imesha kwisha yeah. Na idi leo ndio mwisho. Yaani, kwa mujibu wa dini ya Kiislamu mm. Idi hii ni ndogo mm. Leo imeshamalizika kesho, ni saumu tena okay. Kesho watu wanafunga sita mm. Wanafunga siku sita mm. Na anayefunga siku sita hizi Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, anakuwa ni sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima Yaani, ukifunga ile Ramadhani siku thelathini au ishirini na tisa, alafu ukafunga siku sita hizi basi wachukulika we umefunga mwaka mzima mwaka mzima. Ramadhani. Hii ina maana gani? Mm. Hii ina maana lau kama Muislamu atakufa kabla haijafika Ramadhani nyingine anahesabika amekufa akiwa na saumu ya Ramadhani mm. anaingia peponi oh. Ndio faida yake, mwaka mzima. Mwaka mzima. Mm. Sasa, utaratibu Muislamu alikuwa akiufanya katika mwezi wa Ramadhani asiuache aendelee nao kwa sasa, kwa kuwa tayari kashapewa grade ile ya nini? Uchamungu. ucha vijana hukumtana, nakwambia, hizi sita, bwana, za wazee, watu ambao wameshamaliza mambo yao duniani. Sita hizi si za wazee, sita ni mba, sita laba laba e, e, za kila Mwislamu na wengine pia wasema kwamba sita hizi labda za kinamama, labda siku zao zile za kupumzika. La, sita ni kila Mwislamu anawajibika afunge, na akifunga anapewa fadhila hiyo e, ya nini ya kufunga mwaka mzima. Mzima wa Ramadhani. Hii dhana mnaiondoaje sasa? so, kwa sababu mm. mimi naona hata watu wengi tunafahamiana toka tunakuwa, mm. ukiongea nao swala ya kufunga hizo sita, nakwambia ah, bwana bi bado nina mambo mengi bwanaye, bwana, bwana, bwana mm. hizo yeah, wenyewe hizo mm. <laughs> dhana hii inaondoka na sasa hivi inaanza kupungua, kuonyesha kwamba e, sita ni ya kila Muislamu mm. na kweli ukiangalia zamani zamani E, miaka ishirini iliyopita nyuma wako thelathini, utaona kwamba hii sita inafungwa na wazee kwelikweli mm. kulikuwa hakuja pata ule mwamko wa mashehe kulielezea hili mm. e, lakini sasa hivi alhamdulillahi kila kijana sahihi utamwona kwamba anafunga sita, kuona kwamba sita ni ibada ambayo Muislamu akiifanya kwa kufunga siku sita hizo anahesabika amefanya ibada hiyo eh, ya saumu ya mwaka mzima mm -hmm. eh, ya Ramadhani sawa. so, sawa. so, tuna kama takriban ni dakika mbili hivi kabla ya kumaliza kipindi chetu, na nikupe nafasi hii kuzungumza na mtazamaji ambaye anatufuatia kwenye mjadala huu mm -hmm. kuhusiana na kitu muhimu ambacho ungependa kumwacha nacho, wakati huo ambapo sasa uh, mfungo umekamilika, idi ndio hiyo, lakini kuna sita hizo nyingine zinakuja, lakini ujumbe mzima ambao mmekuwa mnazungumza nao wakati wote wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, utaongea naye kwa kamera hii hapa. Naam. Uh, kikubwa zaidi ni kumwambia Muislamu aelewe kwamba Ramadhani hii tumevuna mengi sana, tumesimama usiku hali kadhalika tumetoa sadaka nyingi zaidi. Lengo ni kutaka radhi za Allah subhanahu wataala, na radhi hizi tunazipata kwa Mungu kuturidhia. Lakini hakuna ridhaa ambayo mtu ataipata kwa Allah subhanahu wataala kwanza kama kutakasa nafsi yake na kuwa na amani katika maisha yake. Lakini pia kikubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba Mwislamu anayafunga haya masiku sita yaliyobakia katika mwezi huu wa Ashawal, nikimaanisha kwamba masiku haya Mwislamu anayafunga ndani ya mwezi wa Shawal, ima yafunge kwa pamoja yote kwa mfululizo, au anaweza akafunga moja akaacha jingine akaacha mpaka zikafika siku sita ndani ya mwezi wa Ashawal. Lakini pia mtu aweza akamua akafunga kila Alhamisi na Jumatatu kwa kila wiki ili kufika kwa maana kwa wiki nne, ni inakuwa ni sita hizo, ameshakamilisha zile siku sita na kupata fadhila hizo za mwezi huu. Lakini kikubwa zaidi, kama ulivyokuwa unajipi unajibidisha katika mwezi wa Ramadhani kusimama usiku, kutoa sadaka, kusoma Qurani, basi alama ya kukuashiria wewe kwamba kule umefaulu ni kuendelea na utaratibu uleule. Ule ukijiona kwamba sasa hivi unatamani kufanya maasia Hey, ionekana bado hujakuwa sawa, jitahidi kurudi kwa Allah Subhanahu ta e, wa Ta'ala ili ufikie katika hatua nzuri zaidi. Kwa hiyo hizi sita sio lazima ufunge mfululizo. Eh, sita hazina lazima. Unaweza, yani kwamba hazina lazima kufunga fululizo. Waweza ukafunga siku mbili, moja ukaacha au kafunga moja, ukaacha moja uka, ili kufika sita. M -m. Lakini nimeeleza hapa kitu kizuri sana ambacho kina kina fadhila kubwa zaidi. Muislamu anaweza akafunga siku ya Alhamisi na siku ya Jumatatu. M -m. Akatia nia mbili kwa, au kwa tatu, akatia nia kwanza, anafunga siku kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Taala, akatia nia, anafunga siku sita, lakini pia akatia nia kwamba anafunga aa, siku ya Alhamisi mm, au siku ya Jumatatu, juma atakuwa amepata thawabu za kufunga mm, ibada za saumu aina tatu mm, na maanisha kwamba akitia nia leo anafunga siku kwa ajili ya Allah. Ndiyo. Na anayefanya hivyo anaachwa mbali na moto, mbali wa mwendo wa kasi wa miaka 70 au 100. Lakini pia akatia nia kwamba misa hii nafunga uh, kwa yaumul khamis na nafunga katika masiku ya sita, kwa hiyo anapata thawabu za funga hizi tatu kwa kitendo kimoja. Hii ni jamu uh, nawaya au niati, hii ni jambo zuri, pia itamrahisisha yeye kuto kuona uzito wa saumu hii sababu anafunga anaacha, anafunga anaacha, anaacha ili kujisaidia. Sawa, mimi nikushukuru sana, nimefurahi kuzungumza nawe, naamini kwamba mtazamaji ambaye ametufuatilia pia hmm, amepata ah, elimu nzuri sana na nikutakia kila la heri katika kuendelea kutoa ujumbe huu asante wa Mwenyezi Mungu kwa jamii. Mashallah. Asante sana, huyu ni Sheikh Abu Aisha Maalim Hussein. Yeye yeah, yeah, ni mhubiri lakini pia ni mjumbe wa baraza la Masheikh, uh, mkoa wa Morogoro. Mimi ni Raymond Nyamuhula, asante sana kwa kwa nasi yale ambayo umeelekezwa na kuhusiwa katika kipindi hiki, bila shaka ni mambo ya kuyatilia msingi, kuikish kwa kwamba unamaliza uh, funga yako ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, unamaliza idi yako na unaendelea na maisha mengine ambayo ataendelea kuwa ni yale kwenye mstari ambao unahusiwa na viongozi wa dini ili kuendelea wakati wote kujinyenyekeza mbele ya Mwenyezi Mungu. Tukutane katika wakati mwingine, endelea kuitazama UTV.